al-lugha al-arabiyya li ghani natqina biha. Sisi tunaanza darasa, tunaanza darasa ya mwanzo, na hii ndio nusha eh, ambayo sisi tutaitumia. Kwa hiyo tutaitumia, kwa hiyo, barakallahu fikum. Hichi ni kitabu ambacho eh, kwa mtu anayetaka kusoma lugha ya Kiarabu kwa hatua ya mwanzo, ni vyema kuanza na kitabu hichi ambacho, mashallah, kimepata kabuli, yani kukubaliwa, eh, kutokana na nidhamu na E, msingi ambao umetumika katika e, kuandikwa kitabu hiki. Kitabu hiki kinaanza na darasul awwal, darasa ya mwanzo. Kuna hadha. Hadha ni jina ambalo linatumika kuashiria e, kitu cha karibu e, na alhamdulillahi, hichi kitabu kimejaa mifano na kwa mfumo ambao sisi tutautumia, e, kitu ambacho tutakihisi hichi kila faida kuanzia katika darasa na tamarid, kila faida kwa, kwa nidhamu hii ya darasa yetu, kwa sababu nidhamu hii ni ya kurekodi tu video na kutuma kwa ajili ya kupata fawaid au faida katika kitabu hiki. Tukihisi kuna faida mtu kumsomesha baadhi ya mambo yaliyokuwemo ndani ya kitabu, basi tutayasoma kutoka katika kipengele kinachosema tamrina au tamrid, yani ale ya mazoezi iliyokuwemo ndani ya hichi kitabu. Ama darasa kama darasa, ni lazima sisi tuisome kama ilivyo, lakini mazoezi si tutaangalia, je, tusome au e tusisome? Kwa sababu mengine anatakiwa mwanafunzi tukufanya, e na mwalimu kuangalia kile alichofanya, na kwa sababu sisi darasa yetu kwa kile ambacho kwamba tumekubaliana e, ni kuwa tu mtu afahamu zile maudhui ambazo zipo ndani ya hichi kitabu zitakazomwezesha kupata upesi wa kuzungumza lugha ya Kiarabu. Hakuna ulazimu wa kusema basi tukufahamisha hili zoezi, kisha na wewe ulilete baadaye, lakini sisi tutaangalia kama kuna muhimu, basi tutakupa mwongozo unaweza kufanya mwenyewe, au tutalipita bila ya kulisoma. Addarsul awwal, darasa ya mwanzo. Hadha, hadha ni jina ambalo linatumika kuashiria kitu cha karibu kwa hiyo mfano anasema hadha baitun, hii ni nyumba. Hadha masjidun, huu ni msikiti. Hadha babun, huu ni mlango. Lakini hi hadha kitu kilichokuwa karibu, lakini vile vile kilichokuwa kina dhamiri ya kiume, kwa sababu lugha ya Kiarabu ina dhamiri ya kike na ina dhamiri ya kiume. kwa hiyo hadha ni ismu ishara jina la kuashiria kitu cha karibu chenye dhamiri ya kiume. Kwa hiyo hapa itakuwa baitu, ipo karibu na ina dhamiri ya kiume. Masjidun, msikiti upo karibu na una dhamiri ya kiume. Babu, lango upo karibu na una dhamiri ya kiume. Kwa hiyo kinachofuata anasema hadha kitabu, hichi ni kitabu. Hadha qalamu, hii ni peni. Hadha miftahu, huu ni ufunguo. Hadha maktabun, hii ni meza. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Hadha kurasiyun, hiki ni kiti. Baada ya darasa hii, mtu akishafahamu kuzungumza na kuashiria kitu cha karibu, baadhi ya wakati anaweza ona kitu kiko karibu, akataka kuuliza. Sasa atauliza kupitia njia gani? Ina maana kuna ma ma hadha, maana yake hiki nini? Ma hadha, hiki nini? Kwa hiyo hapa kuna mifano imewekwa. Ma hadha, hiki nini? hadha baitun, hii ni nyumba. Ahadha baitun, ye, hii ni nyumba. Ina maana kuna njia mbili za kuuliza, ima tutumie ma, ima tutumie ham, yani maana yake hii alif hamza wenye anaitwa alif hamza e, au inaitwa hamzatu alqati. Katika fanisa lugha naitwa hamzatu alqati a hadha. Kwa hiyo, na hii katika lugha vilevile inaitwa hamzatu istifham, yani hamza ya kuulizia, na jibu lake inakuwa ni naam au inakuwa inakuwa la. Kwa hiyo, ima tutumie ma au tutumie ahadha. Kwa hiyo ma hadha, hiki nini? Hadha baitun, hii ni nyumba. Kwa hiyo ma hadha, hii ni nini? Hadha baitun, hii ni nyumba. Hadha baitun, yehi ni nyumba. Naam, hadha baitun, hi ni nyumba. Ina maana hii ma pamoja na hadha zote zimetumika kuuliza swali. Kisha akasema ma hadha, hii ni nini? Hadha qamisun, hii ni shati Ahadha sarirun, je, hiki ni kitanda? La. Hadha kursiun, fana, hiki ni kiti. Ahadha miftahun, je, huu ni ufunguo? Na mara nyingi hii hamzatu istifham e, baadhi ya wakati katika lugha imekuja kuuliza kile kitu ambacho unashaka nacho, yani huna uhakika nacho, unataka ukijue, e, kua je ni kitu kile ninachokidhania. Kwa mfano, umeona kitu imekaa kama kamasi lakini vile vile imekaa kama betri. Kwa hiyo unauliza, hadha mfano jawal, je hii ni simu? Yani kana kwamba wewe Uh, unataka uthibitisho upate uhakika, na ndio maana unaona ah, hadha miftahu, um, je huu ni ufunguo? Maana ukitazama uh, unaweza kuona kuwa mbona ni kitu kirefu kimekaa kama ufunguo, pengine umeshika katika mfuko au umeona, hujajua kuna kalamu e, uh, basi akasema la, hapana, hadha qalamu uh, hii ni peni. Maa hadha iki ni nini? Anasema hadha najmu, hii ni nyota. Kwa hiyo baada ya kipengele hichi ambacho ndio o... sisi tumesoma mahadha, hiki ni nini? Hadha najmun, ni nyota. Kisha tunakuja kipengele kingine ambacho kwamba kinasema tamrinu, tamrinu maana yake ni zoezi. Yani hili sasa litabakia kwako e, utauliza kisha maana yake utajibu. Mahadha, hiki ni nini? Mahadha, hiki ni nini? Mahadha, hiki ni nini? Mahadha, hiki ni nini? Maa hada hikiiini maa hada hiki inini, kama ambavyo inshallah sisi tumepita zoezi la pili. Anasema ahadha beitu, je, hii ni nyumba. Ahadha miftahu, je, hu ni ufunguo. Vilevile hapa pana maswali na wewe utajibu kutumia na'am au kutumia la. Ahadha qamisu, je, hii ni shati. Ahada najmu, je, hii ni nyota. Kisha zoezi namba tatu, iqra waktub, somo na uandiki Hadha maktabun, hii ni meza. Ina maana utasoma na kuandika mwenyewe. Hadha masjidun, huni msikiti. Hadha qalamun, hii ni qalam. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Ma hadha, iki ni nini? Hadha kursiyun, iki ni kiti. Hadha baytun, jei nyumba. La hadha masjidun, huni msikiti. Ma hadha, iki ni nini? Hadha miftahun, huni ufunguo. Kwa inshallah nukta ambayo inafuata ni mani, kama tulivyopita katika ma inatumika kuuliza sali, vile vile man lakini, ma inatumika kwa kitu ambacho hakina akili, e, kile ambacho kwamba hakina akili, na man inatumika kwa mwanadamu. Kwa hiyo, ma unaweza kutumia kwa mnyama, ma unaweza kutumia kwa vitu unavyoviona, ma kwa chakula, ukauliza mahadha. Ama akiwa ni mwanadamu, utakiwa kusema ma, unatakiwa kusema man. Kwa hiyo darasa yetu ambayo so sasa ina inaendelea ni kuuliza swali kwa kutumia man, man hadha, nani huyu? Kama tulivyosema ma hadha. Kwa hiyo kama tunachokiona ni kitu, tutasema ma hadha, kama tunaimuona ni mtu, tutasema man hadha. Barakallahu fik. Kwa hiyo sisi inshaallah tutaendelea katika e, darasa e, yetu tukiwa tupo katika man hadha, nani huyu?